Meshuka asubuhi ndugu yangu Boni amepiga leo. Eh, leoeleo ndugu yangu, poa sana Boni. Eh, yani nyinyi watu wa mjini nyinyi, yani mwaka mzima, sasa hivi saizi ndio unapiga simu. <coughs> Namiye we, kwa hiyo ile kazi umendaftia umepata? Yani ilikuwa ni maombi yangu sana mimi kwenda mjini. Sasa nadhani Mungu amejibu maombi yangu. Sawa, nitafanya hivyo mimi. Kesho asubuhi nitakuwa nimefika mjini. <coughs> Sikiliza ndugu yangu, mimi lazima nikutukuze kwa sababu wewe ndio utakayenipeleka mimi mjini. Mimi ningefika lini mjini mimi aise? okay. Nashukuru sana okay. Basi kesho mimi nitafika, sawa, hakuna shida bana. Hey. Ah, Mungu mkubwa yeah. Ndugu yangu Boni amenikumbuka ya yeah. <laughs> sasa ukisikia mtaka cha mvunguni hali wali mkavu, ndo ni hivi sasa. Huu ndo udugu unaojua, mimi mimi nilijua <laughs> Boni hata akienda mjini, akifanikiwa akanisahau. <laughs> <kansa> <laughs> Yani najiona vile ndo naingia mjini <laughs> yani watu wote wa mjini watanitambua mimi. Nafika mjini pale ti, habari yako kaka, naambia, hey don't say habari yako I am mzungu I have come from village there <laughs> <laughs> <laughs> Ah, enda siki komen tasikia vipi yani ikifika mjini? Eh, nataka kila mtu mjini kule aniue kwamba amefika. Atanisahau. Mungu. Duniani kuna watu wema, jameni. Kunaendelea kuwapatia kuku wangu. ishwa alafu nikajiandae. Yaani safari ni kesho, lakini mimi najiandaa sasa hivi. Maana unagua safari ya kesho kupangwa leo. Asante <laughs> ah, sana Mungu, yani <laughs> kama najiona <laughs>, <laughs> kama najiona niko mjini tayari yani <laughs> <hati> kweli, <hati> maisha hubadilika yani. Mimi naenda mimi lakini nitaenda kufanya kazi, yani, huko mpaka wanikome

Samahani mrembo, mambo tu. Hata ilikuwa niende na ile njia nyingine, lakini kasema acha niende na huko hey. Yani kumbe mjini kuna watoto kama malaika. Mi naitwa Popat, vipi? Na unaitwa nani hawa jina? Wow. <laughs> Zuri. Sasa sikiliza hawa, yani mi nimetoka huko kote huko nimezunguka, lakini venye nimekuona wewe tu, nimekuona wewe ni mzuri sana. Alafu nimegundua kitu kimoja. Kumbe hapa mjini wasichana ni warembo sana. Sasa sikiliza. Shika simu. Mimi sina namba. Sasa unakusaje namba nzuri? Sasa hivi <tosan> <Chika bako. tosan> <tosan> <sahibi> nikitaka kuongea <tosan> <tosan> <tosan> na wewe nitafanyaje? Na baba mako? Lakini sawa. <tosan> Unajua mimi kwa sababu nitaka kuongea na wewe. Itabidi nitabidi nichukue hiyo basi niekee basi hapo Yani kumbe mjini, kumbe watu huku, yani mambo kama Ulaya. Aisei, yani vitoto vizuri vizuri. <laughs> Sasa sikiliza, mimi nitakuchapa sawa, ila kuna mtu hapa nimekuja, nimemfuata anaitwa ah, Boni kijana fulani sibuuu, unamtambua una, una, ananiambia nakamtahuu un. Ndio Boni mi ah, nakuulizia. Mimi ni kijana hivi

Hey, hey, ila kazuri <laughs> yani, kumbe Boni alikuja mwaka mzima, hata kurudi nyumbani harudi. Kumbe mambo ni haya, watu wanajililia tu vinono tu. hey, kama malaika <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, <taya. laughs> hey.

Tuende basi Asa, asa, tunachelewa. Mimi natoka, siona sasa. Sasa hizi ndo nguo sasa, achana na yale magwanda gwanda hako yale ile nguo nguo imetoka pale ujue. Mbali wapi? Ni kama magunia tu. Sasa <laughs> Sasa zile wewe we, hapa mtaani gani? Unaona? Sasa hizo hizo ndo lebo lebo. Sasa ya, kabisa, apu, angino, na, sasa Sasa sasa sasa. Sasa Sasa Kwa wengine wanavaa wanavaa hizo ndo ndo unaona hizi nguo watu mimi kasi vipi? Acha nikaongea na boss Ali. Mm-hmm. Mambo vizuri. Kesho unaingia kazi bro. <laughs> Sawa. Sana. No, Wewe eh. Ukitaka kupika nini, nini kama una njaa? Fanya kila kitu hapo hivi sasa chama ni wapi alafu, sawa muone enye takuwa sawaaa, nautulie ndani taa vizuri io, hakuna shida, usitoketoke bro. Siwezi nikakuaibisha mimi. Sasa siwezi nikakaa ndani, siwezi nikakaa ndani. Yani lazima hizi nguo niendekamwaishi hawa, sainampigia niambe tukutana kanoniimiaranguo zabotiizi lazima hawa nioni leo, ila nimetokelezea yani, akija tu hapa hawa atanishangaa, afu imenitoa vizuri. Ndio huyu tayari, mambo hawa. Yani nikwambie, yani toka asubuhi nilivyokuona nilipoenda nyumbani yani moyo hautaki kabisa, nikasema huyu lazima nimpigie simu eh. Alafu mbona sasa umenuna? Ah, eh, eh, ah, ah, ah, ah, mbona acha kununa nawe alafu ukinuna haukui mrembo kabisa. Ilikuwa naona hautakuja. Mbona sasa sina akili nni nivekunisin nimezunguka, ni ni lakini nasikia kukorogeka tu ni afadhali nikupigie. <laughs> Nasikiliza mimi, nimekuita kitu kimoja ya tu yani, hata nipatie busu nipatie <laughs> <laughs> <laughs> busu unajua, <laughs> yani yule mwenye yule mwenye nimefuata Boni ameondoka kidogo, sasa nikasema nikupigie, nipate kabusu, nisikie raha na mimi <laughs> basi songa <laughs> <laughs> <laughs> Soma, ah, <laughs> ah, <wasi mahi. laughs> basi, busu sitakusumbua tena. Ukipatia busu sikusumbui tena. Au wasemaji? Akibaya ashuka na haya, au wasemaji? Mara moja tu eh, basi basi, labda busu la hapa? Wapi kama watu wa kanisa bana. Busu kwenye mdomo, busu siri kwenye mdomo <coughs> ama basi sawa, lakini sasa ujue nikikubusu hapa, ujue kesho kesho ama baadaye nitakutafuta tena. ji nkibusu kwenye mdomo, basi songa basi